Kwa na kama kawa kama kawaida, na leo niko makanga lao, nimekuja kupiga story mbili tatu pamoja na washikaji zangu, ambalo swali linasema ni sahihi au si sahihi kwa mpenzi wako kuwa na mahusiano na jinsia tofauti na ya kwake. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment katika YouTube channel ya Kolila Media. Okay, kama nilivyosema awali, leo niko makanga lao, nimekuja kupiga story mbili tatu, ambapo swali langu linasema ni sahihi au si sahihi kwa mwanamke wako kuwa na mahusiano tofauti na jinsia ya kwake yeye hapo

ila kwa wale ambao wana permanent bodaboda -boda, ile bodaboda -boda yake yani ni permanent ya kifika anapanda yeye ndo kila siku, akikupigia tu wewe unamfuata unamrudisha, na unakuta kabisa labda na yeye pia na mahusiano yake. Hiyo unaichukuliaje na chukulia, juna, lazima utampelekea mwanaume wake siku ambapo mnagombana, au unaiachilia tu mbali, atajua mwenyewe na maisha yake, tende maisha yake? Sawa. Sasa mimi swali langu kwa wewe ni kwamba ni sahihi au si sahihi kwa mwanamke wako awe na mahusiano jinsia tofauti na ya kwake? Ah, si sahihi, sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Kwa sababu hakuna rafiki ama na mwanamke na mwanaume, hapana. Unajua, kabla ya wewe hapo nyuma walikuwepo wao, kama wao ndio wakajenga urafiki labda, huwezi jua, bali alikuwa wanasaidiana darasani. Umeona, kusaidiana darasani hivyo, maisha akasonga, wakaachana tu kile kipindi cha katikati, umeona, mpaka sasa hivi wakaja tena andoho, wakakutana tayari kushampoa mwanamke. Umeona hapo imekaja lakini lazima kutokuwa tuna mipaka kati ya mwanamke na mwanaume. Hakuna wale wafika moja kwa moja, wao wameshatoka mbali mbali tayari na sio tatizo, lakini lazima tu kutokana na mipaka kwamba kwamba anaweza kumuiba au mipaka. Hakuna wale wafika kwa mwendelezo kati ya mwanamke na anaweza kumuiba kwa njia yote, lakini lazima kwa tukwendelee kutoharibika sisi ulivyo kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa kwa nini labda asingemuiba tangia hapo huko? Labda wanasoma au wako mtaani, aje kumuiba sasa hivi? Kwa maana yake hiyo vitu ndio wanasema si sahihi, haifai, si sahihi. Kwa maana yake unaogopa kwamba ataibiwa na pia lolote linaweza likatokea, labda kama kumtorosha, ndio maana yake, kwa sababu sosia mahusiano huwa inaanzia mbali sana.

Asilimia ishirini, wewe una asilimia kubwa sasa na ikitokea labda mwanamke wako tayari kashafanya jambo hilo akawa na rafiki ambaye ulikuwa humjui. Utachukua hatua gani? Na atua aia kama kumwambiaje, hapo kaa, punguza mahusiano kati ya huyu na mtu wake. Ukishindikana basi punguza kabisa. Na rafiki wenyewe akikuelezea sasa uhalisia kwamba huyu hana madhara, yeye mwenyewe pia ameoa, ameoa, hakuna hakuna cha madhara, madhara sasa, sasa hapo madhara, mimi mimi na msimamu yangu ana msimamu kama kishindikana, basi aende na rafiki yake na aache maisha yake, wala kama akikueleza na wewe kabisa, ukaona huyu mzuri bado pia mbele utakataa. Rafiki ni yako wewe, hapo akawa na urafiki, hiyo haifai, haifai, haifai, acha kabisa. Lakini sasa si partner wako wewe hapo, shemeji, shemeji. Sasa wewe unataka labda mwanamke wako awe na rafiki wa aina gani? Nafi, kama kawaida, lakini sio, sio, sio ambao na lakiniimbaoaa Rafiki na, awe nao ila sio ambao yeah. Anawaisi kama akiwa nao wa kiume sio mbaya ila usio na. Ah ha, unajua, unajua, unajua kuna msemo anasema kwamba urafiki wakati wa kike na wa kike mnago urafiki. Yeah. Unajua kuna ule umbea mwingi tukikaa vile hadi kibarazani maneno yanakuwa mengi shoga yeah, yangu. Wewe mnaongo fanya hiki shoga yangu. Kwa yule naye anakuwa namtilia tamaa kwa bora hata rafiki na wa kiume kidogo. Dada wanaweza wakapiga hata stoi mbili tatu na maisha yakaenda. Hata mimi kwa rafiki yake. Nani? Wewe mke wangu. Sasa una kazi kama hivyo, umetoka unabidi umpeleke mtu safarini kaka mwenyewe mpweke, mtoto shula imekaja <laughs> <laughs> <waliwa. Na>, <laughs> umetisha sana asante sana, uwe na kazi njema. Asante. Mambo vipi? Poa. Unakuita nani? Bwana, mimi naitwa Saidi Salum Jabili, jina la ugali naitwa Side kichwa Nao, na hisi mada umeisikia hapo kutoka kwa kaka yangu hapo e, kwamba ni sahihi au si sahihi kwa mwanamke wako awe na rafiki au karibu na jinsia tofauti na ya kwake yeye hapo, mke wako. Hiyo imekaje kwa kweli? Kwangu mimi kama ni urafiki, urafiki unabaki urafiki. Ndio. Ila sio urafiki ambao ukizidi nje na kwa, kwa sio urafiki. Kwa hiyo ni ndio au hapana? Kwangu mimi ni ndio wawe tu marafiki. Wawe tu marafiki. Ikitokea ukapokonywa sasa katika urafiki uh, kwa maana yake kuna asilimia ambazo umeziweka unamwamini mke wako kwamba awezi akafanya madhara yoyote yale mabaya uh, asilimia sio mia umemwekea, si maana? Sasa kama hujamwekea asilimia 100, basi bado unakuwa una changamoto yani, bado kuna vitu ambavyo umejiwekea hapa kwa mke mba... hmm. wangu kuna shida moja mbili tatu uh, so, la ahii la, la hicho ulichoongea naelewa, sio asilimia mia sababu, so, imeandikwa ime aishi nao kwa akili u usim, usimbane sana kwamba asiwe na marafiki asiwe na nini, kwa na haki akiwa na marafiki kama alivyokuwa zamani, anaake kuwa na maswaiba mashoga hivi, ila wasivuke mipaka. Sasa imagine hapo umemwoa mtoto elfu mbili, na unasema mtoto elfu mbili anasumbua hiyo imekaaje? Sasa utakuwa kila siku unaoa, kwa sababu ushamwachia uhuru, na ushamwachia uhuru atakusabiti, lazima tu atakupiga na kitu kizito, kwa maana anajua wewe umeshampa free, yani ufanye vyovyote vile. Hapana so free. Kila mtu ana maono yake na ana misingi yake <coughs> kichwani kwake na ana amri zake akiwa kwenye boma lake yani. No, kila mtu ana mipango yake bwana. Mi, mtu wangu nataka na hiki hiki hiki, staki iko hivyo na masharaiti yake urafiki kwa mahusiano. Sasa urafiksiku sikujarudi nyumbani akaomba, naomba nikalale kwa rafiki yangu, hata si ushasema, yeah, no, unamwachia uhuru, kwa hiyo sikujarudi kazini okay. Mm, nasema mme wangu mimi, naogopa kulala mwenyewe, naomba nikalale kwa yule rafiki yangu ambaye hata mwenyewe unamjua, umesema umpangii wewe chochote kile akifanya ila kwa maana vile unavyomdhibiti ndio atazidi kufanya makubwa zaidi ambayo ya chini chini ya kisilisili ya si ndio kwa vile ambavyo namruhusu naye anazidi kufanya vizuri kabisa kwamba anakuomba awezi akafanya chochote si marafiki, urafiki utaendelea kubaki urafiki na mahusiano yanaendelea kubaki kama mahusiano nimesimama hapo hapo kwa hiyo hiyo imekaaja ruhusa kumruhusu akalale kwa rafiki yake wa kiume Swala ya kumruhusu rafiki yake, kama haiwezekani, kwa nini sasa isiwezekani? Ni marafiki na yeye mwenyewe anajua tayari, yuko ndani ya ndoa, atajiheshimu. Urafiki ambao tunaongelea sisi au nilofahamu mimi ni urafiki wa kukaa kuja stori, kushirikishana kwenye masuala, naelewa yale masuala mengine mengine kama biashara aidha nini, lakini sio kwamba kwenye masuala ya kulala. Biashara sasa hapo, wanafanya biashara gani? Maana unajua mtu mpaka unapigana naye stori za biashara, mnafanya biashara moja kwa sababu labda tuseme mke wako ana biashara hey, au labda tuseme yule mwana rafiki yake ana biashara alafu mwanamke wako ana biashara yeah. Hmm. si atakuwa labda anamtupia tu labda maneno ya vijembe so, kwa hiyo amenipigia ili iweje, ili nione kwamba ni tajiri, au umeona, kwa wanaona kama zao anatupiana vijembe, kwa maana hawa yani biashara zao hazihusiani, yeye mwanamke ana biashara, mwanaume ana biashara, umeona hivyo kama mbaya. Ah, yani so la biashara na basi so kwa biashara. Kama mwanasana biashara mtu hata kama kila mtu biashara tofauti kila mtu wanategemeana, hmm. Naelewa, kama mimi naweza nikawa nauza simu, kuna mwingine boda boda, kwa mimi nimepata mteja na bwana yeye boda boda eh, peleka simu sehemu fulani, naelewa. Kwa hiyo sawa, biashara nabaki kwa biashara, sawa, la mahusiano nabaki kwa mahusiano, sawa, la urafiki ubaki kwa urafiki. Sikatazi kwa, kwa zikoa, na rafiki wewe mwanamke wako popote alipo, na asikie tu yeye awe na rafiki sawa, yeye awe na rafiki Ha, sana sana ajichunge mm mwenyewe. Mimi kumtaja nani? Nani? Nani wako? Hapana, hapana. Kwa nini? Ah, Ah, Ah, sijaoa, sijaoa. Hujaoa bado? Ila uko kwenye process. Eh, eh, sawa. Bwana, mambo vipi? Amelikizo. Mi majukumu. Sana sawa nahisi swali umelisikia mhm uh -huh. kwamba ni sahihi au si sahihi mwanamke wako awe na rafiki au na ukaribu na mtu wa jinsia tofauti na ya kwake. Sio sahihi inatokeaarafiinudogoaianu akua na bwana mwenzake urafiki kiu, wa kiume kwamba ana mke wake bwana, katokea huko kijini kwa huko, na bwana wake kama unavyojua bwana wake labda mjini kuna maisha mazuri nini. Sasa e, wale sio wanapendana sana. Baada kafika hatua akamwelekeza bwana wake, bwana, njoo huku huku akampanga jamaa, bwana, kuna rafiki yangu, kuna ndugu yangu, bla zangu, kaka yake anakuja. Ko so, kama anakuja anaomba kwanza hifadhi na kazi anafuatilia, afu ile amuhifadhi nyumbani e, kumbe bwana ni bwana wake jamaa, ajila kujua anahifadhi mtu ambaye eh anahifadhi bwana mwenzake. Basi yule yule kwa mikono miwili akakubali, lakini <coughs> kumbe akiondoka, akirudi, akiondoka, jamaa, mapenzi yanaendelea kwao. Mii kuanzia pale nawangasema urafiki mii hata kama nanini wangu, japokuwa sina mpenzi, sio kweli kabisa, haiwezekani. Na kwa mfano ukamkuta labda na urafiki wao la wa chini chini, ha, hapa, ha, hapa, angepata mpenzi

Unaona kama hapo na jina unajua unaweza kumuendeleza pia. Sio kama jina hilo cha kufundishwa, lazima ufundishe wewe mwenyewe. Yeah. Na kora gachi ndo kufundishwa. Ila timu ndio kufundisha bana. Kama hapo ila shindikana aa, unaweza kupita tu hivyo. Da, sawa, umetisha sana. Asante sana. Uwe na kazi njema. Ah, asante. Eh, bwana mambo vipi? Ya tu basi. Ya ya saidi hey. Ni sahihi au si sahihi kwa mpenzi wako kuwa na urafiki tofauti na jinsia ya. Niulize tena, ni sahihi uh -huh. au si sahihi kwa mwanamke wako awe na urafiki au ukaribu na mtu wa jinsia tofauti na ya kwake, yani huyo ni mwanaume hiyo ipo hmm. Na itakuwepu, ila kwa mimi kwa mke wangu haiwezi sababu jinsi ambavyo tofauti haiwezi kuona hapo. Sasa kabla na, <tip <tip ya hapo huko nyuma, si walikuwa marafiki wameni hey, utoto wamecheza vizuri kabisa kabla ya wewe kuwepo, kabla hata wewe kutokeza, na hatukujua hata kama wao watakuwepo duniani. Wao wakawa marafiki baada ya wewe kuja, hivyo ikabidi wewe naye ila kweli ni marafiki, wametoka mbali. Wewe bila labda, kuna changamoto alipitiaga ga kubwa sana, wendo yeye akawa mtetezi wake. Sasa atamwachaje? Kisa tayari ameshaolewa. Kuna urafiki wa aina nyingi urafiki kuna ule urafiki ule kwamba mnaweza mkasaidiana ani au mkashakani sawa, lakini kuna urafiki ule kwa sababu rafiki hapo umezaliwa umecheza sehemu moja umesoma shule moja, ndo kwa muda wote yani ameolewa, napiga simu, umeona au anatembeleana, ile inakuwa baya. Ubaya wake nini? Ni marafiki, urafiki atukaai, ila kutembeleana, ndo mipaka hiyo. Mipaka inategemea ujue mtu eh aheshimiwe na labda, wewe mke wako umeshapokea simu sana hey? Simu a mke wangu e, anapokea simu muda wote, nimelala muda wote, ila inategemea simu anayopokea ya nani. Kwa sababu simu uwezi kumzuia mtu, kwa sababu ujui matatizo gani yanatokea, kwa sababu sasa hivi simu ukizima, hmm, kuna matatizo mengi yanatokea. Unaweza ukazima simu, kumbe ile simu ingekuwa umewasha ungepata taarifa. Kwa nini? Kwa nini? Sasa, kwanini ulenge tu matatizo? Kwanini sio labda sema mafanikio labda, labda au mafanikio yapo, ila nategemea sisi kwa sababu sisi, wangine sisi familia za uswahilini maskini, mtu akupigie usiku simu wa kuambie mipango fulani ni uongo kwa, kwa jinsia tofauti, umeona. Lakini kwa familia za kibosibosi sawa, mara muda wote naingia kazi mda wote naingia, nawezekana kontena iko huko su asubuhi ukiamuka hivi na hivi lakini kwa familia zetu like, za kimasikini mambo hayo ni uongo e. Kwa maanake umemruhusu tu mda wote apokee, mda wote anapokea, hata mwenyewe muda wote anapokea, si na pia sasa, kila anapokea wewe haupo, labda kuna mipango anaipanga labda tu muibie tu, tu wanaume tuondoke, okay. Na huyo rafiki alikuwa naye Vipi na wewe rafiki yake wa pembeni eh, wa pembeni eh? Sasa si sahihi ndio, yeye akawa naye rafiki kimya kimya. Umeona, kimya kimya hauwezi kumzuia kimya kimya, kwa sababu kimya hiyo sujui, lakini mm, ukijua lazima hapo mtafaruku utakuwepo. Ila sasa so, kumbuka wakati ambapo wewe una yeye anaongea na simu na ushamruhusu ongea na simu wewe mm, haupo. Umeona, wewe hapo wewe kama wewe hapo unachukua hatua gani? Achooga atua gani? Yani wewe haupo, labda sema aa, umeegesha kamera kwamba ukirudi tu matukio yote. Mimi kusema kweli, sheria zangu mimi, nyumbani kwangu hawezi kuja mtu bila taarifa na mke wangu aa kila mtu yeyote lazima nipate taarifa fulani anakuja aweikuani mwenyewe. Ah, yo, kwa, anafuja, a, kwa, e, kwa sababu yeah. Kwa una e. Wivu upo asilimia nyingi kwa sababu huyo ni mke wangu na nimeishi naye kamba kwanza kipindi anasoma na ndugu zake asilimia mia nawajua, asilimia kidogo siwajui kuona lakini lazima unipe details zote hizi, ni yangu tu, fulani hata mtu fulani amjua na mimi hapa. Sipendi kuongea vitu juu juu, napenda ku, huyu nani? Mtu fulani ni kaka yangu, sijui nani, kaka yako, kuza kwa nani, kwa nani, mimi na luka na na luka. Vipi huyu unamjua? Ajulikani. Hey, wewe ndo ni utanijulisha huyu nani. Lakini nikipata taarifa, huyu hapa kweli kwenye ukoo yupo, mimi sina shida, ongea muda wote, sina shida uje kumchukia labda tu wakali hey, yoyote. Mke wangu kusema kweli ananikwaza kwa mambo madogo madogo tu, kwa sababu hmm, kwa katika mahusiano hamuwezi mkakaa milele kama Adamu na Hawa, uongo kwazana. Wale ambao sile tunda wakala hapo walikwazana, wao walimkwaza Mungu hapo hapo Kukwazana kuo, mi mke wangu anamkwaza na mi namkwaza, lakini kukwazana kwetu sisi sio kwamba afikaupjntunaonyana na kama ilitokea mona kwa kueleweshana, kwa sababu ninajua neno moja anakuwa uh hamsini, -huh. neno hamsini anakuwa arobaini, lakini kumpiga mke wangu na imaei neno moja kwa mke wako. Sasa hivi hapa anapokusikia, mke wangu kwa neno moja ananisikia, nakupenda na tunapendana, najua hadi kutoka shule hadi sasa hivi, kutoka shule hadi sasa hivi napendana. Ukiona mtu anakuloga huko anakupenda ndio. baya sana bodaboda, naingia simu ya abiria abdai santamuadada nasela mimi nampenda eh, sawa, asante sana ndugu ya haya, kila la heri katika kazi zako. Sawa bwana, leo nilikuwa kipande cha makangalawe na hiki ndio kijio chao, ambapo nimepata kupiga story mbili tatu na watu wamepata wenyewe kufunguka. Kukutane kipindi kijacho, nao tumefikia mwafaka. Bila kusahau tunapatikana katika mitandao ya kijamii ya YouTube ambayo jina ni Kolila Media. Bila kusahau mimi pia ni Ruthieli Manase mshahara. Asante na bye, bye.